Naitwa Idiamine Kapenda, kiongozi wa kata la Hongero. Kwa e kweli, kwa mji wa Hongero hali ya usalama iko mzuri, inaridhisha. isipokuwa tu ni, tu vitu vya marezo sosio tu yenye watu washaka ingia ingia vya matelefoni vya marezo sosio, lakini kwa hali ya usalama kabisa ukiona, okay, watu wanalamka, kila mtu anaingia mshughuli zake za kutafutia maisha yake hapo kila kitu kitukitaasi, yaani mukata zote mteritari ya Uvira hapa, Kiliba hapa, kutoka mtu wa kukimbia aeza. Viongozi wote wa serikali, hakuna mwenye alikimbia. Sisi sote tulikala, mwingine tu hatungi, hatungikimbia vitu venye hatuyaona, tukajisimama hapo kusema kama, tuangalie, twangalie adui wa wapi mwata tukimbiza? na kipindi tulikala hapa, tukashukuru Mungu.

Me, wakati tuliongea tukakutanisha, hakuna probleme. Ni probleme tu ile kusema kama banalewa sana basi, amendo banalewa sana mpaka banajisahau. Na tangia wakati tuliongea na FTC, bikaonekana kila kitu kinaendeka vizuri sana mpaka kwa hizi saa tuko naongea, Kiliba, tunatembea na mgongo, ni sema tu na mgongo unatembea saa zote zile, unaingia mnyumba kwa saa zote zile, mme pakipatikana kitu kibaya eh? Utaona vingi watafika pale kweli. Rezo sosio zinaleta usalama mdogo, rezo sosio zinaleta usalama mdogo, kivipi? Unakuta una mtu ana projet yake fulani, ule mtu kwa kutumika tena zile kazi hata tumika chonga sasa, zile vile veye aliambiliwa vifike vitafika, naenda kutanisha kwa kwa nyangi nyangi lima leo, ama kwa nyangi enda churuza leo <coughs> kesho hata vifikilia tena, inabidi tena anafkilia nyuma. Kumbe ushauri tu yenye ningetoa kwa wenzetu vijana, aidha kwa wakaji wote wa teritoria ya Uvira, aidha Maria Uvira, ni kusema kama waachane na marezo sio, waachane na marezo sio, tutumike, tutafutie maisha yetu, tutafutie na familia ukaambatana na marezo sosio, tutaoa watoto na njala na siepe, tutajirudisha tuta, nyuma pa, kwetu. Mawasiliano ni mazuri sana ju kipindi sisi kama watu wa serikali tunaekala atupati ma madosie ya Murundi aiza kongole a, kama wanakufa kitu fulani, tuko bega kwa bega hapo. Siwezi sema kama wako vitu venye haviendeki hapa kwetu Kiliwa. Natama naza sema kwa niaba ya steti ya Kagando hapa kabisa, mawasiliano kati ya enzetu barundi na bakongomani, tuko salama kabisa, tuko salama salama isipokuwa, gisi wanasema kasa waenga, wanasema mahali miti iko hiko, hapawezi kosa ile mikwaruzano, kidogo kidogo me inatatuliwa ni naisha rezo sosio zinadanganya sana jo, tangu zianze kusema marezo sosio, hatuyaona matokeo ya marezo sosio hatuyaona upi ni kusema tu marezo sosio zinadanganya sana sana sana, kusema kama wapa Kiliba, warundi na, na na, bakongomani hawapatani, hiyo ni uongo, uongo uongo mkubwa sana. Sasa vile kwa kwangu niko na pepre barundi, hata cent personnes bakaji barundi benye biko pa mwingine, me si apataga dossier ya murundi na mkongomani wa kuapa ku biro aiza, mkongomani na murundi, siasikiaka juu biko na komitee yao mixed bakongomani na barundi, ukitokea dosie fulani banachangia ba fasi fulani, banatatua ile mzozo. Mimi nishakauliza wenye kusimamia, mpaka hivi si ataka hata dosia kusema kama chef, siku fulani kulikuwa mzozo fulani entre mrundi na mkongomani, si aipata hivi. Pare hivi vinaonekana kama hali iko swali hapa kwetu, kwa kesi. Tunajua sisi sote tuko wazalendo. Mzalendo sio kusema mwenye anashikilia silaha ndio mzalendo. Mzalendo ni mtu mwenye anatetea udongo wake. Muzalendo ni mwenye muzaliwa wa ile nchi. Sisi sote hapa tuko wazalendo. Kwa mama, tuliwafunza kuwaambia, kipindi kwa mashamba, mnaona kitu kibaya, msinyamaze, mtupashie habari. Kama ni silaha, batapambana na wengine wa silaha. Kama ni mtu tu mwenye haeleweki, mnatujuza habari na sisi tunaifanyia kazi kupana kumangazi za juu, wanajua kisa watashughulikia zile hali. Kama ni mama mwingine, hao wenyewe wanaenda makabare vile vile, viko na makonsinye adabu zenye za kuchunga mwingine tu. Tumtaka kumwambia mwenye kuingiza adui, eh, wewe mwanamke unaanza ingiza adui, mimi mwanaume naanza ingiza adui, aiza, hao wenyewe viko ma hotel banaanza ingiza adui. Jua hivyo bana viko nafuata ni pesa, na yule mtu mwenye anafuata tu pesa, adui anaanza kukia na pesa na ikala pale deja anamaliza hata sikunga piko pale me. Tuko nashukuru Mungu vile vyote, hapa kwetu Kiliba, kila mtu anatumika kazi yake yenyewe na mstahili, na kweli wamama wanatumika wa kazi za nyingi, wao ndo wanajua siri nyingi wenzao. wanamke juu kwangu mie swati niseme, kwa mfano mwanamke anaenda kupori, mimi mie nikienda hata niambia atakatala, lakini itabidi nitumikishe nani daveni wende juni mwenzeni, mwanamke utaongea naye atakufichukia siri, na kupitia hiyo malengo ya hivo, kati ya wamama na wababa, gisi tunatumika tunaona kama tuko natumika vizuri, juu tuko na jua vya mingi venye sisi hatungijua kuka upande wa wamama, juu gisi tunatumika na wamama Tuna...